Haya kwa mara nyingine tena tunakuja leo na kitu kali wanaita Holy Land. Yaani tukimaanisha ni eneo takatifu au naweza kusema ni kama ardhi takatifu. Yaani ni eneo fulani hivi takatifu. Anasema jua siku zote likizama kutoka kutoka juu kwenda chini, kila vi, kila kitu hubadilika. Nduvuna kumkuna jumbura. Baada ya hapo tunapata nafasi ya kuweza kuonana kwenye macho yetu na kutazamana kwenye nyuso zetu, lakini baada ya kuwa kiza kimeingia kwenye mji, wale ambao wanaota baadhi ya vitu uanzisha malengo yao mengine tofauti. Ni nafasi ya kwanza ya kitu kali wanaita Holy Land. Yes, eneo takatifu, ardhi takatifu s. Yes, hebu tuende sawa ataki kufanya binadamu. Ni story ya bwana mmoja hivi, anatusimulia juu ya maisha yake kuhusu mji mmoja hivi, wanaita mji eh, mtakatifu, lakini ndani kuna mambo mabaya sana. Huyu bwana mdogo anajitokeza kwa niaba ya kusaidia baadhi ya raia mbalimbali, kwa sababu mji huu ulikuwa una mambo mabaya kuliko unavyojua wewe. Ukorofi ulikithiri sana, kwa hivyo kama unakuwa huna nguvu, huwezi kuishi kwenye mji huu. Mimi na kukaribisha vizuri

Basi, tumekuja kwa mara nyingine tena, twende sawa na nafasi ya kwanza Yera an lakini huku sio kwamba mchezo unaona kuishia hapa, mchezo ndo kama unaanza. Sawa eh, machata, yani habari ndo iko hivyo, inaitwa Holy Land moja hiyo. Baba toba zinapelekwa kama njiti za kiberiti, kesi imeisha kwa jamaa. Bwana mdogo mmoja hivi hata ambaye nimefanya kazi tena, labda inawezekana haikuwa bahati bali niandikwe mo... hivi kikatake Bokasa yani fast tu. Pia wewe mpuzi wewe, ndio tukunja hivi. Unajua umemdunda nani wewe, sivi korotana eh? Ah, ndio anaitwa Shindongo, ndio jina lake huyo, ama jina la Korea <tiple> Amekuja kumdunda mtu ambaye anaonekana kabisa alikuwa ni mtu mkubwa. <tos> <tos> na hicho ni kitu ambacho hakutegemea. Basi amna lingine dogo, inabidi asepe ile. Kutoka kuna mtu alipishana naye <coughs> amenyoa kama jogo kishingo. Dohu, watu wanafanya matukio vile wanavyojisikia na wana imani kwamba wako sahihi. Sahihi, nikupe nini? Ni kopenini? We ni jansang we eh? Medal. Ulishapataga medali ya silver kwenye heavyweight. Alikuwa ni mpiganaji wa boksa zamani <sighs> ambaye nimesahau kuhusu masuala boxing kitambo sana. kama nataka kingine nikupe, naomba Jack pamoja na Coca. Yaani, Jack Daniel pamoja na Coca, achanganye. hii ni kilevi mzee. kuna mtu alikwenda baa akaambiwa alete Jack Daniel. Yeye kabidi agize Jack Daniel Olpa Tegana ne? baada ya ishirini a kutoka ndani sehemu a habari, wendo wazimu inaendelea. Jamaa ni balaa, akikutwa watu na nyanyaswa aliwahi Chedani, siku moja alichezea vidochi sio vya kawaida. habari nyingine hivyo tu. nadhani kweli?

Hiyo ndio neto boxing bwana mdogo. Yaani unapotaka kuswing kupeleka pigo. Mtu wa boxing anakuwa asha kuona muda mrefu. Unapigwa wewe kabla yake. Kwa hiyo unatakiwa siku zote unapopambana boxing, usionyeshe ishara ya kuswing. Unakuwa umetega mguu mapema zaidi. Ukiswing adui yako anakuona, kwa hiyo anajua apeleke ngumi wapi. Mapema tu. Unapigwa design hii. Boxing kiboni ni mwanzo wa kwingine. Ambayo ndio basic ya, ya boxing. Yani ndio mbinu pekee genius, genius kama wewe wewe wewe mimi so genius, mbona sasa bado unasema tu? kuna watu mafundi nyumba huko control wanataja muwindaji. Muwindaji ni nani? Sasa ni kiza mabinti <sad> <sad> <sad> <chiksema>. <sad> yule ametoka zao skonga wanarejea zao manyumbani huko wanasimulia mastori kibao tu. Nimesikia kila kitu kutoka. Kamuulize mwenyewe alichokisema. Yule mpuzi yule. Ila tuliaidane kwamba usiongee kitu

Limekuwa tatizo na ni kubwa, icho <todos> kicheko, jamaa anacheka kama wanawasha skani au usemi. Wewe nani bwana? Binti amekataa bwana, chezea bonge la kiki <todos>

Ya ambeo kuweka mguu kama hivi unafanya ujazo wa ngumi huo mkubwa na pia Orinjo. Unaangalia, unaipima jinsi ilivyo, ukipeleka ngumi inavyotakiwa, inamaanisha sentimita 20. Ukipeleka kwa mzee baba, ukipiga hata kwenye nini hata kwenye kidevu, mtu lazima itokee kwenye chembe hiyo, yaani ni lazima iwe hivyo.

Mdogo ndio zake hizo kwa dufu dufu hivi, ah, anawashindilia kweli kweli, na wanakaa na wanaelewa. Mabinti walishangaa sana kukutana mtu wa design hii amewasaidia afa ajo haja subiri shukulani ametimka zake. Lakini amewapa msaada mzuri sana. Dogo alirudi zake pande za pili huko anajiangalia. Yuko mpweke. Yaani muda mrefu tunamuona sana lakini anaonekana najua sana kucheza boxing. Cha dero bokyo. Ambaye kila kitu kimekwenda sawa. Ania. Na sijashinda kwa bahati tu. Anajiamini ameshinda vyema. Oh. Oh. Oh. Oh.

Huyu jamaa anasikia ni noma, anachapa kweli kwelikweli. Atakuwa ni nani huyo? Mm, atakuwa ni kijana fresh tu, kijana bora mwanaume. Sasa haya maneno anasikia, anasifiwa bila ye mwenyewe kujua, analewa ana yale maneno. Sasa anavyoambiwa kwamba yeye mwanaume, ni mwanaume bora yani kidume. Anajikuta kweli kweli, yani kama mwenyewe mwamba anavyosifiwa dogo no. Anajiona ani hapa, mbona balai, kumbe mimi ni bora eh? wanaita awesome guy, mimi ni bora zaidi, mwema zaidi

watu anamfagilia sana kwa anavyofanya mtaani, hasa kuwashikisha adabu watu wajinga wajinga, anavyowapa mbata vijana wadogo wadogo. Kuna dai kumbe mimi natisha hivi, eh. Kuna kitu ambacho yani siwezi kuruhusu. Nini kinachoendelea anasema? Kuna kitu kabisa minaona sasa eh, tupo kipande hii, shukaji amekula zao, wametulia zao hapa, wanaangalia mazingira jinsi yalivyo dogo. Kama unavyojua tena, iko njiani na inakuwaga ni mashughuli kwake. Akishatoka masikonga na nini, anatafuta pa kujihifadhi, sijajua kwao ni wapi. Na kibigi chake hicho, si ndio Baba Milinda huyu? Huyu atakuwa Baba Milinda huyu, maana ana kibegi. Baba Kibegi huyu, mwanangu mmoja huyo, kutoka Lachuga hapo, anai, anaitwa Baba Milinda aka Baba Kibegi, niko naye huyu <coughs> ah, bidale aleozi bwana mdogo, maana haelewi ah. Ametulia zake kuna vijana watatu wameapproach mita hii. Wana kiongozi wao. Salamu. Sasa tumeshamuona huyu mwindaji anajitaga mwindaji. Yera tumekunasa leo. Ndio. Naambia nini bwana? Nadhani mimi ni mjinga eh. Oh. Oya mzee. Yeye ndo huyu bwege nilimwona kwa macho yangu mawili kabisa anamtwanga mtu ngumi. Anakwenda chini. Ni <tongulli> ile siku. Nadogo alivyomcheka alimgundua huyu. Sasa tumemnasa huyu leo. Lazima tuonyeshe kwa nini Yesu aliaga afu akurudi <laughs> si ndio? Basi nisameheni, jamani, kitumbua si andazi, ugali si wewe ubwabwa. So, wewe wow. Kwa sababu gani labda eti unaogopa eh? amecheza. Lengo lake ni lipi? Anamfanyaje? Kwa sababu sasa uh, kila kitoka hawezi kutoka. Ina maana? Anatakiwa angalia na mtwaje kwenye mabega. Hiyo ndio mbinu pekee ya kutumia. Ah. Jamaa iwe mkuta ile mpaka jamaa anaona kama wazungu hivi. Oya we mwindaji, tufanye mchezo. Jamaa aka <snarian> pelekiwa kama mvua hivi, zile ambazo hazinaga point. Dogo ameweka gadi, ameziba hamna inayopita hapa <PayPal> Yes sir. Hiyo ndo boxa hivi. Mshikaji ananongoneza hapa. Subiri raundi yangu iingie. Mdogo anajiona mwakinyo kudadadeki. Amuona amweka kama hivi ili apoteze pumzi. Pumzi kisha unampa moja ya kudamage. Na ni kweli jamaa pumzi inakata mdogo mdogo. Eh. Kudadadeki. Uliji la kugandisha. Sasa mdaone dogo ndo ameshajikunja. Nini?

Mungu wa bosi. Afu ndo anamwitaga bosi. Bosi amepigwa kaka kitumbua. Bosi gani? Dogo akaona wewe timu kesi, sitaki matatizo. Tapata kesi hapa Baba. Melinda ameenda. Hebu tuendelee kufuatilia zaidi, wanaita wanaita wanaita Holy Land Cheki nafasi ya pili baada ya kumaliza ya kwanza. E, tunazidi kusonga nao mbele kuweza kuona kinachojiri ndani ya Holy Land. burudani ni kama zote hivi mwanzo mwisho.